Serikali wadau, wazidi kutuboresha, tunaomba elimu izidi kwetu, ili tuwe wafanisi zaidi, ili tukifanya hizi shughuli kuongeza kipato, tunaosomesha wasiosomesha, tupate hela kwa urahisi. Wadau wasitupotee, korosho tukibangua zitoke kwa wakati, tuendeshe maisha. Ngoje, korosho ni mwelekeo wa taifa. Tukahama ubanguaji wa ki, kiholela ambao tukaa tunatumia miti na kinu, lakini leo hii tumeamua fursa ambayo tumeipata kutoka NMB. Tumenunua mashine za kisasa, tuna turubai za kutosha, sufuria na zana zote ambazo zinatumika katika ubanguaji wa korosho. Kwa hiyo ni pongezi na tunashukuru NMB. Lakini kwa hali ya soko kwa sasa tunamshukuru Mungu ni fursa nzuri. Na sisi kwenye kikundi chetu NMB Foundation wametukopesha hela milioni kumi ambayo bado tunaifanyia kazi tunaendelea nayo kukusanya korosho na kuzibangua. Pia hizi mashine ambazo tutazipata nafikiri tutaongeza tija zaidi e, huku kwenye zao la korosho. Tayari tuna vikundi e, vitatu ambavyo vimekwisha kupata mkopo na kikundi cha nne mchakato e, wake wa kupata mkopo wake wa zaidi ya milioni mia moja unaendelea. Kwa hivyo eh, tuliona eh, ule ufahamu kuku ni mdogo ndo tumeanzisha haya makongamano ili kuongeza hu, iyo eh, huo ufahamu na watu waweze kutumia hii fursa vizuri, ili waongeze eh, uzalishaji na kuongeza thamani na wapate masoko. Lakini kipindi hiki cha msimu, kipindi cha msimu, kwa sababu Tandahimba inafahamika inazalisha vizuri korosho, wageni wengi wanaingia Tandahimba kwa hiyo tunawasihi wananchi wetu wawe waangalifu katika kutunza afya zao. Wapo watu wanafanya biashara hata za miili. tafadhali tunawasihi wajeepushe nao, lakini pia kipindi hiki kuna wizi unatokea wa kimtandao, wizi wa majumbani, wizi wa mitaani. Watu wawe makini kutoa taarifa kwa watu wa aina yoyote wanaoona ni waajabu wanaingia kwenye wilaya yetu, lakini kikubwa zaidi tulinde.